Kwa majina naitwa Yustino Martin Mdesa mwenyekiti wa mashindano ya mpira wa miguu Sabasaba Super Cup kata ya Ilolo Mpya. Mashindano ya mpira wa miguu Sabasaba Ilolo Mpya yalianza mwaka elfu mbili na kumi. Mwaka huu tunaazimisha mashindano haya kwa mara ya kumi na sita nimewaita leo kuwajulisha wananchi hatua tuliofikia kwenye mashindano yetu haya ya Sabasaba Super Cup Ilolo Mpya baada ya hatua makundi kutamatika tarehe ishirini na nne. Mashindano haya ambayo yanadhaminiwa na mheshimiwa Festo Kiswaga, yeye alianza kuyadhamini mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Huu ni mwaka wa tatu, lakini tuliingia naye mkataba wa kudhamini mashindano hayo mpaka mwaka elfu mbili na thelathini. Tulikuwa na timu kumi na sita katika mashindano haya katika makundi manne. Baada ya kutoana, tulibakiwa na timu nane ambazo zimeingia robo fainali, na robo fainali hii tunategemea kuanza rasmi tarehe ishirini na nane. Sasa nimewaita kuwajuza wananchi hatua inayoendelea na rasmi kutangaza zawadi ambazo zitatolewa kwa washindi. Robo fainali yetu itaanza rasmi tarehe ishirini na nane kati ya Chicago FC ya Mkombilenga na Mboliboli FC ya Mboliboli tarehe 28 na hatimaye mashindano yetu yataendelea katika hatua ya robo fainali mpaka tarehe moja, tutaingia nusu fainali na hatimaye fainali tarehe saba mwezi wa saba. Mshindi wa mashindano haya mwaka huu atapewa shilingi milioni tatu kutoka shilingi milioni moja ambayo alipewa mwaka jana. Mshindi wa kwanza um, mdhamini wetu wa mashindano baada ya kuhitimisha saba saba mwaka jana aliahidi kuweka mzigo wa shilingi milioni kumi mezani kwa ajili ya zawadi za washindi, ambapo kamati ya mashindano tulifanya mchanganuo wa hiyo shilingi milioni kumi ili kuweza kufanikisha malengo ya mdhamini. Hii shilingi milioni kumi wafikie vijana milioni kumi hiyo tuliichanganua kama ifuatavyo: bingwa wa mashindano haya atachukua shilingi milioni tatu na kikombe Mshindi wa pili atachukua shilingi milioni moja na laki tano, mshindi wa tatu atachukua shilingi laki saba, mshindi wa nne atachukua shilingi laki tatu, timu yenye nidhamu bora itachukua shilingi laki mbili, mfungaji bora atachukua shilingi laki moja. Kipa bora atachukua shilingi laki, laki, laki, laki moja. Pia, kuna mashindano ya wanawake ambayo jumla yao zawadi zao zitakuwa ni shilingi laki saba. Lakini katika milioni kumi tulitenga fedha ya utawala shilingi laki tano. Na shilingi milioni tatu tulitenga kwa ajili ya kununua jezi ambazo tumegawia timu zote 16. Baada ya mchanganuo huu tulimwarifu mdhamini kwamba milioni kumi uliyotupatia tumeitenga katika makundi yafuatayo. Aibariki na kuturuhusu tuendelee na mashindano yetu kama tulivyokuwa tumekubaliana. Hivyo mashindano yetu yanaendelea. Mashindano haya yanaendelea, wananchi na vijana wakiwa na morali ya kutosha, wakiwa na furaha, wakiamini wanatoka katika hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo tunaamini kwa sasa kwa sababu tumekuwa tukiyawekea rekodi na tumepata mdhamini ambaye anapenda michezo, basi mashindano yetu yanaweza yakaenda mbali zaidi. Wakati huo tulikuwa tunaweza tukawa tunaendesha mashindano yetu ili kujuzana kinachoendelea tunakwenda kwa hivyo vijiji kupiga mabaragumu. Jamani hey, kuna mashindano yetu ya Sabasaba huko yanaendelea leo tumefika hatua fulani. Lakini mdhamini huyu kwa sababu anayapenda mashindano, Mheshimiwa Kiswaga. Tulipomuelekeza tunataka tufike hatua ya kuyatangaza mashindano katika level iliyofika ili alitukubalia, ndio maana sasa tunawaambia umma wa wana Iringa na wana michezo wote wanaofuatilia michezo, karibu Ilolo Mpya kwa ajili ya kushuhudia vipaji. Lakini katika nafasi hii pia niwashukuru viongozi wa chama cha mpira wilaya ya Iringa, walipopata barua yetu na wao walifika, waliongozana na viongozi mbalimbali wa timu za wanawake pia. Walipofika kule waliona tunachokifanya namna ambavyo tunaendesha mashindano yetu tulikuwa na timu kumi na sita. Tulicheza kwa hatua ya makundi, kwa maana ya mtoano. Kila kundi lilikuwa na timu nne, timu zilizotakiwa kufuzu zilikuwa zinatakiwa zifuzu timu nane. Timu zilizofuzu ni Chicago FC, Mboliboli FC, Leopardi FC, Nyota FC, Makuka FC, Kinyika FC, Mbugani FC na Mlo FC, timu nane. E, hatua ya robo finali tutaanza tarehe 28 mwezi wa sita ambapo tutaanza kati ya Chicago FC na Mboliboli, na tarehe 28 itakuwa ni Leopard FC vs Nyota FC, tarehe 30 tarehe 29 Leopard FC vs Nyota, tarehe 30 Makuka FC vs Kinyika, na tarehe moja itakuwa Mbugani vs Mloa Stars. Baada ya hatua hii ya robo finali, kwa maana hii robo finali ni mtoano, tutabakiwa na timu nne, tutakwenda nusu finali, ambapo nusu finali tutacheza tarehe tatu tacheza tarehe nne na tarehe tano nusu finali. Atakayeshinda kati ya Chicago FC visimboli boli na Leopard FC visinyota atakayeshinda kati yao atakwenda kucheza finali siku ya tarehe nne na atakayeshinda kati yao hawa wanaocheza tarehe thelathini ataenda kucheza nusu finali tarehe tano. Baada ya hapo tutakuwa na siku moja ya mapumziko, tarehe saba tutakiwasha kwa ajili ya finali. Ah, binafsi kwa niaba ya wapenda michezo wote ukanda wetu wa Isimani wanaoshiriki mashindano yetu ya mpira wa miguu Sabasaba Super Cup Ilolo Mpya, nachukua nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Festo Kiswaga kwa moyo wake wa dhati na kwa namna ambavyo anapenda michezo. Nazungumza anapenda michezo kwa maana kipande hiki ambacho yeye anadili nacho Sina hakika kama kina faida kwake ki. Sina hakika binafsi yangu kama kina faida yoyote kwake. Huyu mtu ameonyesha nia ya dhati kwamba alichonacho anaweza akashirikiana na watu wengine kukitumia kama hivi, ambapo amekubali kushirikiana nasi kutumia hiyo shilingi milioni kumi na sisi tuburudike katika namna moja ama nyingine. Kwa hiyo nichukue fursa hii kwa niaba ya timu zote kumi na sita zilizoanza kushiriki hatua ya kwanza, timu zote kumi na sita zilizogawiwa jezi zake. Nimshukuru sana mheshimiwa. Na kila wakati tumekuwa tukizungumza na viongozi wa timu zetu na wachezaji wote tunaendelea kumuombea kwa Mwenyezi Mungu ampe afya njema na kila kazi anayoifanya Mungu akaibariki, tunaamini huko wakati tunaweza tukaneemeka zaidi ya hapa tulionemeka. Kutoa milioni kumi si kitoto. Shilingi milioni kumi kuwapatia watu ambao hujui wanarudishaje kwako sio kazi rahisi, ndugu zangu. Kwa hiyo binafsi mimi nachukua nafasi hii kumshukuru kwa niaba ya wana Ilolo Mpya, kwa niaba ya wanasabasaba wote saba, namshukuru sana na huko aliko apokee salamu zangu kwamba mimi binafsi namshukuru sana. Ni mtu anayependa michezo, ametuonyesha kabisa hivyo ni mtu anayependa michezo.